Kenyatta, ilikuwa mara ya kwanza kwa wagombea urais Musalia Mudavadi, Uhuru Kenyatta na William Ruto kuhudhuria mkutano wa pamoja wa muungano wa Jubilee tangu kuwasilisha kwa mkataba wao kwa msajili wa vyama huku wakiwa wameandamana na wabunge pamoja na wafuasi wanaounga mkono muungano huo, viongozi hao walifanya mkutano wao katika eneo la Malaba, kaunti ya Busia, maeneo magharibi mwa Kenya. Viongozi hao walisema kuwa muungano wa Jubilee unajumuisha kila Mkenya na kueleza matumaini yao ya kuwa muungano wa Jubilee utaibuka na ushindi na kuunda serikali ijayo. Sisi wafuasi wa Jubilee, sasa tuwe watu imara na tusilete fitina, kwa sababu mimi najua wakati tutazungumza, tukikaa na wenzetu, we shall find a solution and you shall not be disappointed and we shall win in the 90 minutes that I have told you. Leo asubuhi tumeketi chini, Mheshimiwa Musalia, Mheshimiwa Uhuru, Chari Tingili na mimi na tumesema, Jubilee tosha. na sisi tukienda mbele, tuwataka kuunganisha Wakenya wale ambao wako na shida na wenzao, tuambie tulieni, tulieni, wakati wenu umekuwa, wakati wenu umeisha. Viongozi hao ambao wanatarajiwa kuhudhuria mkutano wa jumbe watakaojumuisha wanachama wa TNA, URP na UDF na ambao watachagua ni nani kati ya Kenyatta na Mudavadi atakayepeperusha bendera ya muungano huo siku ya Jumatatu, walihoji kuwa shughuli hiyo itakuwa ya uwazi. Hapo awali muungano wa Jubilee ulipigwa jeki baada ya mmoja waliyekuwa mwanachama wa ODM waziri Joe Nyaga kuitema chama cha ODM na kujiunga na kile cha TNA. Nyaga alipokelewa na vigogo wa Jubilee Musalia Mudavadi, Uhuru Kenyatta na William Ruto katika uwanja wa Jivanji hapa jijini Nairobi. Wakimpokea Nyaga, viongozi hao walidokeza kuwa sasa waliokuwa wanachama wa Pentagon, kilichokuwa kitengo cha ODM, wamejiunga na muungano wa Jubilee na kuimarisha muungano huo kushinda uchaguzi ujao kwa raundi ya kwanza. Chris Thairu, Citizen, Nipashe.